Ukimbia kwanza mbe, mama yanga hizi nyumba zangu zinapomoka hapa ngo, leo na kuduru wenu ngwaima. Eh, uko sawa wewe, ewani hey, uko vitu ni hatari, huko watu wanaisha bombe na inasambula ina hapa sai sai, watu wanaisha, watu wanaisha huko yo yo, watu wanaisha. Yesu. Bwana journaliste eh, wewe ni porte parole wa wa mvuma ya mzee Nyerere tulisha recupere deja Katogota na Kamanyola. Swali yangu ni hii mara kwa mara tuna rekiperema mingine, tunasikia siku mbili siku tatu bana tufukuza tena mwele mingine tulisha rekipere. Naam, ikiwa ni siku nyingine, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV mm, nakwambia kwamba leo ni tariki nne Alhamisi, mwezi wa Disemba mwaka wa 2025 tena ni kukujia na habari katika maeneo tofauti kwenye uwanja wa vita Mambo hayo yanazidi kuendelea lakini, kuambia kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, huku Kivu ya kusini, na hivyo ujue ya kwamba ungane nami tu mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, kama jinsi inavyokuambia kila wakati. Maeneo popote ulipo, unakaribishwa katika ulimwenguni, nije tu ni kupashe habari zinazoonekana na kwa sasa. Nije tu ni kupashe mara moja, natugusie huko Kaziba ambako kunasikika mapambano makali ambayo yanaendelea kujiri huko kati ya waasi wa fm 23 wakipambana dhidi ya jeshi la DRC yaani FARDC wakiungana na wazalendo pia na jeshi la Burundi. Hivyo ni kukumbushia kwamba maeneo hayo yanaendelea tu kuzuka moto mkubwa kutokana na mapambano hayo, lakini hadi kwa sasa kusikika wengine wazalendo kutoka maeneo ya kwenye bonde la Ruzizi ili kuenda kuongeza nguvu maeneo ya huko Kaziba katika kijiji hicho kikipatikana katika tarafa la Walungu Kivu ya kusini baada ya mapambano yaliyojiri hapo jana tarehe tatu mwezi wa Disemba mwaka huu. Ni kukumbushe ya kwamba maeneo ya huko Kamanyola na Katogota kuliweza kupita hayo mapambano makubwa na ngambo ya jeshi la Kongo kuweza kupata ushindi mkubwa. Lakini jambo hilo liliweza kuwafanya wananchi katika maeneo hayo kuwa na shangwe na furaha kubwa kutoka mioyoni mwao na hata kuwakaribisha wazalendo Fardese hata na jeshi la Burundi maeneo hayo wakiwa wenye kufurahi katika mioyo yao.

<tas> Jambo la kuongeza ni kwamba baada ya shangwe, lakini ngambo ya pili kunasikika vilio na hata huzuni kubwa, kwa kuona wale ambao waliweza kuumia, yani nikigusia rahia na ambao waliweza kunusurika kufa, waliumia vikali, likiwa jambo lenye kuhuzunisha katika familia kadha wa kadha ambazo ziliweza kupatwa na msiba huo na hali ya kuweza kuleta huzuni mama. Ewani, hey, huko vitu ni hatari huko. Watu wanaisha bombe, ina, bombe inasambula hapa sai sai. Watu wanaisha. Watu wanaisha huko. Yo. Yo. Watu wanaisha Yesu, watu wanaisha ona kwenye bombe na bomola, ona kwenye bombe na inasambula njoo hapo, njoo hapo uone katika mapambano makuu hapo maeneo ya Kamanyola ambako ni takriban kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo, ushindi mkubwa ulivyoibuka ngambo ya FARDC ambao wanaungwa mkono na wazalendo pia na jeshi la Burundi kuweza kusikika maeneo ambako wamefika kwenye mpaka kati ya Kongo na Burundi na kuweza kuweka kambi yao pale kwenye mpaka ya Kongo na Rwanda, hivyo hali hiyo iliweza kuleta wasiwasi wasi mkubwa katika maeneo ya Bugarama isiyokuwa hali nzuri, lakini cha ziada ni kwamba wameweza kusikika kundi la FARDC wa zalendo wakiungana pamoja na jeshi la Burundi, jinsi walivyoweza kupambana ili kushika maeneo ya Kamanyola na kusikika hivyo kuweza kupanda maeneo ya huko Nyengezi, hata kusikika toyota ikiwa tu ni kwa nia ya kuweza kugomboa mahali popote pale ambapo waasi wa fcm 23 waliweza kushika mais, situation nipenda tu kumwambia iko, bila hakuna shida kwa sasa, tunaingizana Kamanyola, tulishafukuza ule adui M23. Eh, tunaanza kwenda vers Nyangezi eh, na batu yetu kidogo liko deja ku frontiere ya sie na Bugarama sie na Rwanda kwenye bari kuia ndio kwa balisha ingia eh, situation iko calme, msiwe na shaka. Situation iko bien bien kabisa. Niko sur le terrain. Hapana kusikia information ya mtu anamwambia mwenye habi yu. Mimi namwambia niko niko mutere, niko mutere. Situation ya minute yote namwambia vile iko, ndio maana nakuambia tuko tunaingia Kamanyola, kama nyola. Tuisha konkerire Kamanyola eh. Na batu yetu biko deja ver Bukavu ver toyota mm. Njoo hili sawa sawa sente bwana journaliste eh, wewe ni porte parole wa, wa mvuma ya mzee Nyerere ikiwa wazi kabisa na kwa ujasiri wa jeshi la Kongo ambalo linasindikizwa na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi. Msemaji wa kundi la wazalendo lake mzee Nyerere ameweza kuulizwa swali moja ya kwamba kwa nini wanaposhika mahali fulani ambako waasi wa M23 walikuwa wameshika, lakini kwa muda fulani kuweza kabisa kuacha tena nafasi hiyo. Naye akaweza kujibu kwa ujasiri wake na kuonyesha kwamba mahali ambako wameshawahi kushika, wameshaweka watu maaskari mahali popote pale, ili adui tena asipate kufika mahali hapo. Lakini peke yake anaye mengi hapo ya kuzungumza, ili ya kwamba tumfuatilie mwanzo hadi mwisho. Huu ni porte parole wa, wa mvumaya Mzee Nyerere. Tulisha rekipere deja Katogota na Kamanyola. Mm. Swali yangu ni hii. Mara kwa mara tunarekipere ma mingini tunasikia siku mbili, siku tatu bana, tufukuza tena mwele mingini tulisha rekipere. Sasa tulisha rekipere kwa saa hizi Katogota na Kamanyola. Mutafanya minu gani? Ili tena wale wa, wa unio M23 wa, wa wasirekipere tena pale tulisha kamata? Bo, tunajua ya kwamba Kamanyola shakuwa mikono yetu. Ndiyo.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 pasha wewe habari na kujuza ya kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, huko Kivu ya kusini. Ungana nami hata kwa kubonyeza hapo subscribe, pia na alama ya kengele, ili unapata habari zetu zote kwa ujumla. Basi sambazia watu wengine, wapate kupata habari zetu, na hata kucomment kulike, ili kuonyesha tuko pamoja. Na ukiwa una maneno ya kusema, basi nitakujia tena. Ukae chonjo, hata katika wakati mwingine chao.